Kama watu hawa na hawa ambao wanaletaleta masuala, sio hata nukta moja. Ah, sisi tutafuata taratibu za serikali. Wewe kwa hiyo unasema hujanunua viti na ofisi yenu haijachukua viti, haijahusika kabisa? Tukifanya upelelezi tukabaini, kitakachokupata ni zaidi ya hichi. Ndio maana nakuuliza kwa mara ya mwisho, uelewi chochote kinachohusiana na viti? Hufahamu chochote na wewe Ofisi ya hawa wanauza sindo watoto ambao wamesema sindoa watoto kwa hawa ni waongo, yani a. Hapa vimepotea viti vingapi? Mnajua viti mia moja na nane na lazima vilipwe. Yani hivi viti lazima vilipwe Ofisi ya Kisongo ni kwa nani? Yani, Kisongo Kisongo nanih ambapo tajiri yeye anapakia mzigo ndio anapeleka huko, na pale ofisi yetu na watu wengi sana, na mhusika ofisi hayupo ameniacha mimi hapo. Ndio maana alivyokuja mimi nikatiwa, yule amekataa kiti sio cha kwake ambacho mnatumia pale, hicho kiti mm. Kwa anachozungumza ni uongo, anachoongea ni uongo. Kamata hapa chini brother, ninyi ni moja. Watu mnaoitia hii asawa serikali asawa serikali yetu, umebaa nini mwanzetu? Tukiwachekea nchi haitaenda, unanuma vitu ehe, na wewe <coughs> <coughs> <coughs>

huyu bwana wamemkuta kwa nje, umeona, wakaja naye kwamba yeye amefika kwa ajili ya kupata vile viti. Lakini mimi hawa bwana wamenikuta mimi natengeneza isha a na wakaniambia, zima mashina ni umeme kila kitu, tunaondoka na wewe. Umeona kwa huyu alikuwa anakata kitu. Nakata sasa, huyu wametoka naye nje, umeona huyu alikuwa nakata kitu kusema hmm. Na kwamba alikuwa <laughs> lakini ile kitu kwa sababu iko polisi Huwezi sema kwamba mm, nini? Grinder, viti viko kinafanya. Tumetoka na yule jamaa hapa tunatafuta mwenye umiliki wa lile jengo alikatia. Ndio akaja na kasema mimi ni mfanyakazi wa hapa kwa shida gani? Tukamwambia tuna research mali za serikali. Tulipoingia kwenye ofisi ya huyu ndio tukakuta kile kiti kimesambaratika kimoja kwenye ofisi ambayo yeye yuko peke yake huyu hapa. Tukamwambia tutajie kama umesema sio wewe, tutajie mtu aliyeko pembeni anayefanya hii kazi. Akasema amjui. Sasa tunamwambia kwamba kwa utaratibu yuko mwenye ofisi pale. Sio? Lakini hawakuwa kusikiliza. Ambaye nani? Hivyo viti vilikuwa kwenye ofisini, kiti kilikuwa hicho ambacho kwanza ni miguu ya kiti, umeona ilikuwa pembeni pale ambapo pale anachomea fundi kingine pale nachoma dirisha. Na lazima mvilipe. Kwa nini mvilipwe? Serikali inatoa fedha kuchonga haya madawati kuchonga hivi viti ili hawa watoto waweze kukalia hivi viti. Kero ya changamoto ya madawati na viti ni kubwa wenzetu. Viti serikali inatengeneza dawati na kiti kimoja ni laki moja, kiti na dawati, si ndio bwana fundi? Laki moja. Nyinyi mnanunua hivi viti kwa shilingi mia tano, alafu viti vikosekane shuleni mseme serikali hii haifanyi kitu. Sijui walimu, kama mnaona changamoto iliyopo kwa ndugu zetu hapo, na wazazi wa wanafunzi kesho, mnaanza kuilaumu serikali kwamba haitendi, haifanyi, haishughuliki, wakati hivi vitu nyinyi mnavinunua. Lakini uzalendo wa nchi hii uko wapi?